Hello, mambo vipi? Karibuni tena katika YouTube channel yangu. Amina Nasibu, usisahau kusubscribe. Neno lililoandikwa Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification zote zinazohusiana na nywele na utunzaji wake pamoja na ukuaji wake. Wapenzi watumiaji wa Rirozi product. Jamani, kwa wale wanaotunza nywele, napenda kuwambia hii kitu ya mgando, haya ni mafuta ya mgando ya Rirozi ambayo yametengenezwa kiasili kabisa. Yametengenezwa kwa mitishamba na matunda, ni kitu ambacho wengi wametumia na imewapa matokeo. Kwa wale wanaotumia Lelozi wanaifahamu. Pia inatibu mambo mbalimbali kuhusu kutokana na nywele. Kwa wale nywele zao zinakatika sana, kwa wale nywele zao ni nyepesi sana, napenda kuwaambia, jamani, mtumie mafuta ya mgando. Mafuta ya mgando yanafanya nywele zako zinakuwa yanashika nywele kwanza, yanaifanya msisimko wa nywele ule, mzizi wa nywele unakuwa vizuri na unarefuka, unakuwa wenye rutuba na afya, nywele inanenepa. Hata kama ikiwa inaota kuanzia mzizi wa chini kuja juu, nywele yako inakuwa na afya na rutuba, haitakuwa tena kipupwe. Unapokuwa na mafuta haya ya rose, yanafanya nywele zako kukua vizuri. Jamani wapendwa, watumiaji watunza nywele, naongea na wale wanaotunza nywele zao na, na wanateseka na nywele zao kwa ajili ya kuwa nyepesi hazikui, hazina afya, ni nyepesi, halafu pia hazina rutuba, yaani zina nuru ile imefifia. Nywele inakuwa kama inaelekea kwenye wekundu. Hata ukipaka mafuta nywele haina shukurani kiboko. Hii hapo nitafute, nitakupa maelekezo jinsi ya kufanya nywele yako iwe nzuri, hata iwe nywele yenye dawa ambayo haina dawa. Mafuta haya ni so super jamani, karibuni, nawapenda sana. Nitafute kwa namba hizo, nikupe maelekezo pia, nikusaidie jinsi ya kutunza nywele hata usipotumia bidhaa yangu. Nitakupa mwongozo mzuri wa kufanya hata ukiwa nyumbani, hatasota.